Milio ya risasi ilipokuwa ikisikika katika chuo kikuu cha Garissa. Taifa zima liligubikwa na mshtuko. Wengi wakijiuliza maswali mengi. Ila idara ya usalama inadaiwa kwamba ilikuwa inafahamu vyema kuhusiana na kushambuliwa kwa chuo hiki. Kupitia kipindi maarufu cha Cheche, viongozi hawakuwa na budi ila kupasua mbarika. The county security team could have done better because

Ni matamshi ambayo huenda yakaibua maswali mengi kuhusiana na usalama wa taifa. Iwapo taarifa kama hii inaweza kupuuzwa na asasi za kiusalama. There is absolutely no way that you'll ever receive intelligence that is totally actionable and that's totally usable. Matamshi yanayokiuka idara ya ujasusi ambayo wengi wanatazamia kuwa ya kweli na mwelekeo. Mbona ripoti ya ujasusi haikuwa na mshiko? Huku malumbano yakiibuka kuhusiana ni nani aliyezembea ya kazini na kusababisha maafa ya takriban wanafunzi 147. Swala la mbona viongozi eneo hili waliweza kuwasili katika eneo la mkasa kabla ya kikosi cha reke kutumia muda mchache kusitisha mashambulizi likaibuka. When we get such a report, they should respond within one and a half or two hours anywhere in any geographical area in this country kulingana na kamati ya usalama bungeni ni kwamba taarifa za ujasusi zimefichua jinsi kambi za wakimbizi zinavyotumika kama maeneo ya zoezi ya wanamgambo wa Al-Shabab, kambi ambazo zinadaiwa kuwa na takriban wakimbizi laki nne kutoka nchi jirani ya Somali. These Moving to to Somalia, these are human beings. Mapendekezo ambayo yataonekana kukinzana na mkataba uliowekwa kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa, ila swali bado linasalia, je, hii itakuwa suluhu? Lulu Hassan, Citizen Nipashe.